Tukio hili limetusikitisha sana watu wa Dumira, kwa sababu haya matukio yalikuepo zamani na sasa hivi tunashangaa najirudia, ila tunachokiomba jeshi la polisi lishughulikie swala hili lisijirudie tena, kwa sababu tayari limeshaleta tishio wafanyabiashara. Sasa tayari ni hofu kwamba mtu unapofanya biashara yako unakaa kwa hofu, lakini tunaliamini jeshi la polisi kwa sababu linatusaidia sana, ulinzi ni upo uliokamilika ila kwa jana tokeo uliotokea saa tatu hilo ndio limetushangaza. Wakanipigia simu majirani kwamba ndugu hiyo amepigwa risasi akitokea kazini kwake maeneo ya Dumila juu. Baadaye tukatoka hapo tukaenda hospitali kwa marehemu amfariki baada ya kuwahoji wakasema kwamba kweli bwana, tumemkuta pale aisha fariki tayari. Uh, yee ana biashara yake kule Tigo Pesa na Mpesa. Sasa baada ya kufunga ile saa mbili akiwa narudi nyumbani ndio akutana na njimbani, majambazi wakampiga waka risasi. Marehemu wakati muda anaondoka nyumbani, alikuja hapa ofisini kwangu, aliniwaga alisema, bwana anko, naomba ndo mimi niondoke maombo, ila kesho mimi hapa sije ofisini, atakuja mke wangu ambaye shangazi yangu. Baada ya muda akatoka hapa kaenda yani, dakika chache tu tunasikia, ndio umesikika baruti. Baada ya muda watu wakajaa, ikasemekana yule wakala kapigwa risasi tatu kichwani, ko ndo hivyo akafariki pale, ndo watu wakajajaa. Baada ya muda akaja maskari wakachukua mwili wakaenda nao, siikituoni naonyesha kwamba amepata shambuliwa na kitu chenye ncha kali kinachofanana na risasi kimeingilia upande wa kushoto kwenye e, juu ya shavu upande wa shoto na kutoka kwenye upande wa kulia kwenye shingo na kusababisha e, jeraha na kutokwa na damu pia e, kitu chenye ncha kali pia kiniingia kwenye kifua katikati na kutokea kwenye ubavu. Inahusisha pia uharibifu kwenye pafu la upande wa kulia na kusababisha damu kutoka nyingi sana kwa ndani. Nafika saa nne, simu yangu mimi ikaita saa nne na dakika kama ishirini ishirini na tatu, ikaita ikaita, nikamwambia babako amepigwa risasi ko mimi nikatoka fika duka, duka, duka, nika kwa dukamefungwa mtu ambako anafanyia amelala umemfunika. afka a aa Naiomba serikali yangu skivu ya mweshimiwa dka Samia suluhasani hatua kali zichukuliwe, lakini niombe sana upelelezi uendelee kufanyika kwa haraka ili kuweza kurudisha imani yetu sisi kwa wananchi, lakini tunajua serikali hii ni serikali ya wananchi, najua ya mambo yatashughulikiwa kwa wakati na waridi mkubwa.